a, inatoa information ndio, mheshimu mtu anakupa information, mheshimu sana, bora hati kuna soko la miguu ya kuku, mheshimu wewe, uwezi kuacha waandishi hivi hivi a humu leo kuna breaking news. Mimi kaida yangu nafungua fursa, Mungu amenijalia hiki mimi, nafungua fursa na fursa nitakaoifungua kwenye hili begi, nyinyi wote nataka mnufaike, waandishi wa habari, kwa sababu mbili tere. sababu ya kwanza, mheshimu mtu anayekuonyesha fursa ilipo, alafu sababu ya pili, mheshimu mtu anayekuonyesha fursa kwa matendo. Waje kule kule, kumekaa ofisini unasema Ngombe ishirini na nne wanatakiwa Botswana, hmm. Lakini wewe unaekwenda kuonyesha hapa nilipo, wanatakiwa ngombe bwana, huyu anataka ngombe, una ngombe hapa. Na haya ni maandalizi makubwa ya kongamano kubwa linaloitwa Tanzania Trade End Logistics Forum 2026. Sasa hili linafanyika mwezi Februari tarehe kumi na tatu na kumi na nne. Yaani, hii ni fursa kwa wewe mjasiriamali, wewe mfanyabiashara, wewe mwekezaji, wewe unaenda kukutana sasa na wale wenyewe wenye maviwanda, wenye biashara, wasafirishaji wote unaenda kukutana nao, wanakusanyika Dubai Yani, wewe kama ndio kijana sasa hivi umemaliza chuo, unawaza nifanye biashara, hmm, njia nitazipataje? Ungejisajili katika forum hii, maana yake wewe sasa ukitoka kule wewe sio mwenzao tena. Na, na, na, na niwaambia na hapa Watanzania, ndio forum hii inakwenda kufungua wigo. Hmm, uzalendo ni vitendo. Forum hii inakwenda kufungua wigo wa aina mbili. Kwanza inakwenda kukupa fursa ya kukutana na yule supplier. Ya yani kumumia, mtu ambaye anazalisha bidhaa hizo moja kwa moja bila mtu wa kati mm, lakini la pili, wewe kama una bidhaa kuna mm, Watanzania wana bidhaa, kuna watu wana ngombe zaidi ya elfu ishirini wamekaa, anataka eh, soko la Arabuni, unakutana eh, Dubai. Dubai, na ule mtu ambaye anataka nyama nyama, Dubai. Unaoa naye. Sasa, hii forum ina, ina, ina, ina sababu mbili mm, sababu ya kwanza mm, tunafungua nchi, lakini sababu ya pili individual tunakwenda kukua Haijawahi kutokea, sisi naweza nikasema is Africa, we are number one mm -hmm, kuweza kuwakutanisha Watanzania na, sasa hivi nimeambiwa Watanzania wengi wameanza kujiandikisha kwenye forumu hii, wengi sana Diyo. Diyo. na kwenda kuwakutanisha na stakeholders wa bidhaa zote duniani mm -hmm, navyosema bidhaa zote Dubai inaongoza kwa bidhaa za ujenzi Dubai inaongozwa kwa bidhaa za dhahabu. Dubai inaongozwa kwa onamete, yale mauremborembo manakshi nakshi, Dio. ya kuvaa kila, hamna bidhaa ambayo Dubai haiongozi kwao. kwa maana yake hapo, unachokwenda unaenda kufanya connection mm. naulia tena Tanzania mm. Trade and Logistics hii mm. forum mm. inakufungulia individually kuna yale makampuni nilikuwa nimesahau, kuna zile kampuni na taasisi kubwa ambazo zimekuwa zikifanya biashara hapa, sasa ili kukua kimataifa. Kwa mfano, kwa mfano TPA watakuepo, yes. TRA watakuepo. Mabenki. Mabenki. Mabenki. Yote. Yote. Yote. Yatahamia na, Dubai nimeambia na, na, na, na, mfumo wa upatikanaji wa mikopo umerahisishwa maradufu, endapo kwenye CV yako utaandika nimehudhuria kongamano hili la Tanzania Trade Ishirini ishirini forum, forum. Mm. Shirini, shirini. Udasema, si unasema nimehudhuria namba yangu ilikuwa ishirini na nne, siku mbili mfululizo, utakapoweka pale wanakupa kwa sababu wanajua pesa zao haziendi kupotea. Ina, uh, kwa sababu naokaambia hata nataka niongee na mtu kama Jeruti ni muda wa kufungua wigo sasa wigo wake mkubwa zaidi. Unapokwenda kule unajua sisi ki mpira ki promotion tunajua. Anaweza kwenda kuwekeza kule sasa kutengeneza interaction baina za club za za mpira za kule na sisi Mdia hapa katika kiwekezaji. Mdia. Unajua hapa hii forum sio tu wewe uende kule kuwekeza hapa, Hata wale nao wanakuja kuwekeza huko. Yaani, wewe mwenyewe, mimi nina eneo kubwa Bukoba. Sasa ukisema mimi nina eneo kubwa Bukoba, wanakuuliza Bukoba, unafanya kitu gani? Mimi nalima kahawa. Kwa hiyo unampata mtu anakuja kuwekeza kutia nguvu kwenye kitu chako, kwa hiyo ni win-win situation. Ndio. Sio upande mmoja. Kwa mfano wewe ambaye uko Njombe sasa hivi una maparachichi yako e, unasema mimi nahangaika na haya maparachichi, soko silipati, hii ndio nafasi eh? Utakiwi, hii ndio nafasi wewe kwenda kule kuambia, jamani Dubai sikilizeni, jamani na watu wengine ambao wamehudhuria hapa, jamani mimi na shamba la maparachichi, nataka nilete mimi nasi shamba la mikorosho sijui Mtwara, mm, mm, korosho mm, zangu hizi mm. Hapa mnazipata mm, moja, moja kwa moja ha, kuna yani iforum tunakwenda kuvunja winga. Nakumbuka serikali sisi tunasupport serikali. Se, si, si, si, serikali, serikali inapiga vita sana, kuna ama winga ambao wanakwamisha muunganiko kati ya supplier na ule mhitaji, kuna kunakuwa na hapa birokrasi inakuwa nyingi. Sasa hii inakwenda kuvunja na serikali inataka wawekezaji waje, watakujaje? Wepesi huu watu wanatakiwa kwenda kufungua biashara namna gani? Sasa ambavyo anaweza akajumuika na kuhakikisha anahudhuria hiyo forum, kwanza dirisha lipo wazi limeshafunguka, na mimi niwasomee moja kwa moja nini, wanajisajili vipi, ili watu waweze kuelewa. E, wanajisajili wana wana vipi? Maanake mtu anaweza kila package. Kila package. Tuna package nyingi hapa. Mm. Sasa kujisajili kwanza tuna package kwanza ya eh ya, ya ya business network. Hiyo. Hii ni dio package ambayo ina dola 800. Dola 800 nimeiona. Eh, unakuwa na delegate mmoja. Unaona bwana? Eh mm-hmm. Eh, siku mbili za kuhudhuria hiyo forum. Ndio. Na unapata pia access ya ile ile ile business networking. Ya pale ya pale, unaona bwana, meals chakula pia unapata, unaona bwana, lakini pia unapata certificate ya participate chini pale bwana, chinibana nilihudhuria. Nimeona cha pili hapa, nasema standard package ndio dola elfu moja mia tano. Imagine, angalia cost dola elfu moja mia tano, standard package ndio kwanza kutakuwa na delegate ambao utapata video moja, lakini utapata utapata pia utakuwa nayo ya kwako wewe mwenyewe, lakini utapata certificate, unakuwa pia package 3500 wewe mwenyewe. Sasa kujisajili ni rahisi, unaingia dot net Rudia? info at tanford dot net. Umenelewa bwana, au unaweza kaingia www dot tanford uae dot com. Rudia tena hiyo www dot tanford uae dot com zinashuka pale pale, utajirejista baada kujirejista feedback ya ku utapata ya uhakiki kwako, ndio tumeshatambua ndugu yangu upo. Na uzuri niongeze kitu kimoja, kwa hiyo mbali na hicho hapa yupo mm, unaweza kwako Unaondoka uh, na mtu kama forum, lakini mtapata nafasi ya kuijua Dubai in details. Yaani kuna siku utapita kujua Dubai. Kila siku mkienda Dubai watu wanawaza tu sehemu nzuri sana za Dubai ambao unaweza pia mwenye kama uko vizuri ukawekeza nawe ukapata. Kwa hiyo opportunity utaipata wapi? Wewe ukienda Dubai ukisema ufike ujue masoko mazuri au supplier mzuri, lazima utumie zaidi ya dola dola, na hii ni offer pia tunatoa kwa sababu tumesema tunawathamini vyombo. Tutatoa vya, vya online. Yes, yes, online, nafasi za online kumi za Tanzania kuhudhuria, kaeni na wenyewe mjichague, chagueni Bwana, vyombo vya habari kumi tupe, si, si. Sababu unamsaidia vipi mtanzania ambaye yuko na kingwea aweze kujua kuwa Trade and Dio. Logistic Forum ya 2026 Dio. kwangu ni zaidi ya maisha, utakapokuwa umepost kwenye page yako Dio. watu wakaelewa, watu kumi mm. mm. waka na tano hataki wengi kwa sababu kwenye manufaa, kwenye faida huwa watuwagi wengi, watu kumi na tano tu waka comment na wakazungumza usahihi mm tunakupa nafasi ya kwenda kujifunza na kwenda kupata zaidi kule mwandishi wa habari kameramani mmoja mwanda. Mwanda. Mwanda. Yes, na mwandishi mmoja huwezi kwenda peke yako kameramani mmoja na mwandishi mmoja utakuwa Dubai siku mbili zote zile ndio hiyo ni nafasi na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawathamini hatuwezi kuacha hapa hapa tunaondoka tunaondoka milango hapa hiyo sasa tunakwenda wote hii ni fursa ndugu zangu waandishi tupo tunaelekea kwenye mwaka wa mapambano 2026. Ni opportunity ya kwako kwa wewe kwa kujitanua zaidi. Nikuuliza mara mwisho, wewe kamera mic yako umenunua hapo, tunaambia umenunua kali yako, lakini what if ukimpata supplier ambaye anatengeneza hizi mic, unachukua moja moja kwa Dubai, umeona hivyo? Kwa faida sasa supplier, wewe unaweza kwa Tanzania hapa ukawa wewe supplier wa brand yake pn watu mburaatu wanakuja kwako, unajisikiaje? Sasa ikimbie hiyo fursa. Narudia tena Tanzania Trade and Logistic Forum. Business Forum, 2026. ipo kwa sababu yako wewe Mtanzania wenzetu yeah. East Africa sisi, ni sisi tumejipambania, lakini hakuna nchi ambazo zinapambania hivi vitu. Mimi nikwambia, jana nilikuwa naangalia, nilikuwa naingia katika mfumo mm. Wai wa Kenya na Waganda wanakimbilia, wako wengi, wamejirejista wengi, yani wa Kenya wamekuja kujirejista. Mimi nikaambia hapana, Maulid, let them know, wacha tuwambie, haiwezekani. Kwenye mambo ya kipuuzi sisi tunakuwa kwanza, kwenye mambo ya faida tunakuwa mwisho? Haipana, Tanzania sio hii. Tukasema hii Tanzania mpya tunayoitengeneza, ambayo watu watakuwa sasa katika mambo ya muhimu ndio wako, wako mbele bele kuliko mambo yale ya kipuzi puzi yale mambo pua, ya, kiki, kiki, ya. tunataka yale mambo ya tunataka tuyaue yale uko tunapokwenda kiki kiki kiki, si mtu anateleza. Tunataka mambo ya maana sasa hivi Watanzania ndio tutakuwa mbele kwa zidi hata wenzetu wa Kenya au Uganda. si mambo gani bwana ndugu zangu eh? hii hapo yeah. oh, no, eh. welcome to the Tanzania atatu aka kuminaneeoa bwana, na niwarudishe hata hoteli tunaofanyia forum hii kongamano letu hili, sio za pango pakavu. Anapajua aa, huyu kijana atafika mbali, unaonyesha eh. Umezoomu uzalendo hmm. Tuna bendera rasmi anchi ya kuonyesha kuwa sisi ni ah, mengine baadaye. Kwa tunaenda kuiwakilisha Tanzania, tunaenda kuisemea Tanzania, tunaenda kuipigania Tanzania, tunaenda kuifungua Tanzania wewe kama mfanyabiashara hapo chini, a comment yako taka zungumza, kitu zungumza. nini unatamani kifanyike mm, nini unatamani kiharakishwe eh? tumesha fungua milango kazi kwenu. Baraka Ibrahim Rashidi wa Kitenge jana wangu amepitia mikononi mwangu amepitia mikononi mwangu kapikika kawiva, leo Baraka Kitenge amenyoka Hivi ni, ni rasmi. Utakapoona Mwijaku yuko pembeni na mimi niko pembeni, hivi ni MC Pilipili on behalf of Tanzanians people, Dia. members Dia. of comedians. Tunasema, kwanza Mungu awape subira familia Dia. watoto, mke, ndugu na jamaa. Dia. kikubwa ni ombi wa Tanzania tumuombee dua marehemu, tuache kuweka dhana zozote nyingine. Dia. lakini lingine tuiangalie familia yake marehemu, ameacha watoto watatu wote wa kike, wajibu wetu sisi marafiki, jamaa, tulikuwa tunafanya naye kazi Mi binafsi na marudi Kitenge tumesha fanya kazi sana abili sana ni sana, sana, sana. Sana, sana. Wakati wetu si sasa wa kuitazama familia yake hasa Dio. watoto wake Dio. na uzuri mahitaji ya watoto wa kike yanafahamika, hauhitaji kupiga simu ndio yani hu ukifika dukani unaweza ukachukua vitu muhimu kapeka Dio. kikubwa kwenye shule Dio. malazi na kula, sio tu kuposti posti picha tu unalia tu pale, msiposti picha yeah. Ombeni dua tuwaombee dua watu waliotangulia bila kuposti picha ukimwombea dua mm. ni faraja kubwa sana washike mkono waliobaki, walo waliokuwa wanategemezi kwake, hilo kubwa. Kilo, sisi tunawaachia ndugu zetu. Na baada ya kutoka Dubai Dio. mimi na mauli tutatembelea tutaitembelea familia. Familia. familia kwa nia mbili Dio. kwanza, mm. kwenda kwa kareji, lakini la pili tutasema mm. asante kwa maisha ya Pilipili hapa Tanzania duniani, alikuwa na faraja na Tanzania. Ametufurahisha, ametuburudisha, amekuwa ni mtu muungwana na ameondoka katika umri wa kijana. Na unajua kifo cha kijana kinauma sana, kwa sababu ah, bado anakuwa na ndoto nyingi eh, eh eh, eh eh. kwa hiyo kusema kweli sisi tulobaki tutapigana kwa niaba yako kabisa, na ndio maana tunapigana, yeah. Kwa matendo alikuwa mzalendo kweli, alikuwa mzalendo kweli, na sisi tumeonyesha uzalendo kwa vitendo hivi, yeah. Ndivyo yeah. Kumwenzi hey. rafiki yako kwa kuweka picha, mwenzi tu kwa vitendo. Alikuwa anaipenda nchi yake, basi onyesha kwa ke, na sisi tumeonyesha fursa. Ndugu zangu ni waandishi wa habari, baada ya kusema haya machache sasa Mturuhusu, kama mna swali mturuhusu sasa tukapande pipa tuelekee Dubai, Dubai, lakini hatutokwenda wenyewe tu, ah, safari ya pili tutakayokwenda katika kongamano tunaondoka na waandishi wa habari kumi ndio tutakuwa tunapokewa na mahurai, ni watoto wazuri fulani, watatupokea pale, watatufungulia magari, tutakwenda kwenye hoteli kubwa, dio, ya VVIP. Kesho tutaanza kuonyesha kinachojiri Dubai, ni karibu na page zetu kuanzia kesho kikwili nanganyang'aanya, maanake asubuhi tutaanza kuonyesha mbivu na mbichi yanayopatikana Dubai, hatutoacha kitu ndio.